Na mtazamaji wa Trend TV, e bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na jambo ambalo limetokea huko India, e, katika kiwanda cha filamu za Bollywood. Nadhani kila mtu anakuwa anafahamu e, kwamba katika, e, katika ukuaji wetu tumetazama sana hizi filamu za Bollywood kule, na kuna maselebriti ambao tumekuwa tukiwafuatilia, tumekuwa tukiwakubali kutokana na kazi zao ambazo wamekuwa wakizifanya kwa miaka nenda rudi. So moja kati ya maselebriti hao kiachana na Shahrukh, e, kuna huyu hapa anaitwa Salman Khan. Sasa hawa bwana ni wana heshima kubwa sana kule India, yaani kama the way kwa mfano unaweza kusema kama vile labda Kanumba angekuwepo hapa Tanzania, heshima ambayo angekuwa anapatiwa katika, katika ulimwengu wa filamu hapa Bongo, ndivyo hivyo ambavyo hawa wakina Salmani na Salman Khan na Shahrukh Khan wanavyochukuliwa kule Bollywood. Sasa basi ni kwamba kama unakumbuka vizuri bwana, ni kwamba ni moja kati ya celebrity wa Kihindi ambao wanapendwa sana kutokana na uigizaji wa movie zao lakini pia tunakumbuka kwamba siku ya Eid watu wengi sana walijitokeza nyumbani kwake Salman Khan kwa ajili kwa ya kumwishi Eid Mubarak lakini huwezi amini, japokuwa kwamba watu wengi sana wanampenda lakini pia wapo ambao wanaomchukia. Sasa basi habari ambayo imetufikia kuhusu Salman Khan ni kwamba ametishiwa maisha. Eh, kuna watu ametishia maisha wamemtumia ujumbe wanataka kumtoa roho kwa kumlipua na bomu kwenye gari na ni kitu ambacho kimeibua mijadala mizito sana katika peji mbalimbali za mitandao hususan, kwa watu ambao wanafuatilia habari kutoka huko India na waigizaji hao wa filamu. So, Salman Khan bwana, akabiliwa na tishio la kuuawa mwigizaji wa filamu kutokea Bollywood. Hii ni habari kamili sasa. Inasema kwamba mwigizaji wa filamu kutoka Bollywood Salman Khan anakabiliwa na tishio la kuuawa baada ya kupokea ujumbe kupitia eh, kupitia ma, kupitia namba yake ya WhatsApp ya idara ya usafiri wa Mumbai. Ujumbe huo unadaiwa kumtishia kuuawa kwa kwa mwigizaji huyo na kuingia kwamba wauaji wataingia nyumbani kwake pamoja na kutishia kulipua gari lake kwa bomu. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na ujumbe huo na wachunguzi na wameanza kufuata wameanza kufuata hatua kwa ajili ya kuhakikisha usalama ili kulinda maisha yake. So, hicho ndio kitu ambacho kime happen huko India. Eh, bwana ni kwamba Salman Khan yuko matatani anatishiwa kutolewa roho sababu halisi bado haijajulikana kama ni wivu tu wa maendeleo au ni mambo ya upinzani kwenye, kwenye tasnia hiyo ya filamu au ni nini hasa. Tutafuatilia kwa ukaribu zaidi tutakuletea habari zaidi tutakapoipata kuhusiana na hii story na pia vile vile hakikisha unaweka maoni yako katika comment section na kusubscribe kwa ajili ya ta update zaidi.